Gigy alisema kwamba kuna baadhi ya wafanya biashara mm. wanajikuza mm. as in wana maduka ambayo ni madogo sa nyingine, lakini kwenye duka hilo dogo unaenda Dubai, labda wanatanua, yani the spending and, ukiexpect, yani income ambayo unaexpect mtu mm. kupata na spending yao mm. ni okay. Tofauti kwao Gigy akasema, jamani kweni wa kweli. Kama mnadanga, semeni, lakini msiwaongopee watu mm ili kuambia kwamba hapana biashara ya nguo inaweza kukupa ah okay. Uh, uzuri nimesikiliza interview zote mm, anafanya Nifa na aliofanya mm. Gigi ana point kwa sababu wengine anaweka duka kama kigezo alafu anafanya mambo yake mengine ambayo izakiwa mm, lakini pia kwa upande wa Nifa alivyojibu, amejibu sijajua mm. kama kwa nini alijibu yeye moja kwa moja, kama vile endo alolengwa. Hakutaja mtu yoyote, yes. Lakini niseme tu kitu kwamba kila mtu ana siri yake ya maisha, kila mtu ana jinsi yake kutafuta pesa.